Kikosi cha nne cha Tanzqrf kutoka Tanzania kimehitimisha rasmi jukumu lake la ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa gwaride ya maalumu la makabidhiano lililofanywa na kikosi hicho pamoja na kikosi cha tano cha Tanzqrf kwenye makao makuu yake ya Bezi iliyopo mji wa Beni Mavivi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Akiongea mara baada ya gwaride hilo kamanda wa kikosi cha tano cha Tanzqrf luteni kanali David Nkungu anasema ni matumaini yangu pia kwamba itaenda kutekeleza majukumu e, kwa weledi, kwa ufasaha, kwa kuzingatia e, mandati tuliyopewa ya Umoja wa Mataifa katika utekelezaji wa majukumu haya e, ikiwepo majukumu ya msingi ambayo ni ulinzi wa raia, ulinzi wa mali watu na vifaa, hivyo chini ya Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba amani nchini DRC na sasa katika jimbo hili la North Kivu e, inaendelea kuwepo e, pamoja na kuhakikisha kwamba shughuli za kiraia zinaendelea kama kawaida. A, wito wangu kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwanza ni kuendelea kuamini vikundi vyetu hivi ambavyo e, vina deploy kwenye ile eneo la uwajibikaji watuamini kwamba tupo kwa ajili yao. Tunachohitaji tu ni ushirikiano mkubwa kutoka kwao, wasiwe kikwazo kwetu katika utekelezaji wa haya ya majukumu. Kwa upande wake, Meja Rafael Ngombale, kwa niaba ya kamanda kikosi cha nne cha Tanz QRF, Luteni Kanal Omar Yahaya, ambaye amemaliza muda wake ameeleza kuwa baadhi ya mafanikio ambayo kikosi chake kimeyafikia ni pamoja na kurejesha hali ya amani na utulivu katika mji wa Beni, ambapo kwa sasa raia wanaendelea na shughuli zao za kila siku tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kufanikisha hili jukumu kumetokana na jitihada mbalimbali, ikiwemo operations mbalimbali ambazo nilikuwa nimepewa, ili kuweza kukamilisha jukumu hilo. Tumefanya operation mbalimbali katika kuhakikisha tunawalinda raia wa DRC kiasi kwamba tumeweza kuvisogeza mbali vikundi vya wasi katika hali ambayo imesaidia wananchi kuweza kufanya shughuli zao za kila siku tofauti na matishio ambayo yalikuwepo wakati tunafika. Lakini hata hivyo tumefanikiwa kuweka uhusiano mzuri kati ya sisi na raia wa DRC kwa kupitia viongozi mbalimbali, local leadership pamoja na machiefs walioko hapa pamoja na masuala ya, ya, ya simiki kwa maana ya kwamba mahusiano kati ya raia na wanajeshi ili waweze kututambua kwamba tuko hapa kwa ajili ya kulinda usalama wao na sisi ni sehemu ya mafanikio ya maisha yao katika kuhakikisha amani nchini DRC inadumu na inakuwa katika maisha ya kawaida na watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Safari ya ulinzi wa amani katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa walinda amani wa kikosi cha nne cha TanzQRF imekamilika na sasa kijiti hicho kimekabidhiwa rasmi kwa kikosi cha tano cha Tanz QRF kutoka Tanzania. Habibu Shabani, Tanz QRF 05, Beni Mavivi.